Tujadili amri ya ya ya pili tukilinganisha na ile ya zamani zaidi ambayo ni ya Kiyahudi. Ukihesabu amri kumi katika mapokeo ya Kikristo, kwa Kiyahudi ni amri ya kwanza. Tafsiri yake ya kawaida huanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kisha amri inaendelea kukataza kutengeneza sanamu na kuabudu sanamu. Watu wengi wanapoifikiria amri hii kwa kuto kuelewa, hufikiri kwamba inakataza tu kuabudu sanamu na kuabudu miungu kama miungu ya kale ya kipagani, mfano miungu ya mvua, miungu ya uzazi, miungu mingine yote ya asili, pamoja na miungu wakuu kama vile Jupita wa Kirumi na Zeusi wa Kigiriki. Hata hivyo, kuna tatizo kubwa katika ufahamu huu wa amri, kwa vile hakuna mtu leo anayeabudu miungu hii, achilia mbali kwa baadhi ya watu kuabudu sanamu zilizotengenezwa kwa mawe na hivi watu wengi wanafikiri kwamba amri hizi hazina umuhimu kwa maisha ya kisasa. Hata hivyo ni kwamba amri hii haihusiani tu na maisha ya kisasa, lakini pia kwa namna nyingi ni mama wa amri nyingine zote. Kwa nini amri hii ni muhimu sana leo? Kwa sababu leo tuna miungu mingi ya uongo kama watu wa kale walivyokuwa nayo, na kwa hiyo ni mama wa amri nyingine zote kwa sababu tukiitambua miungu ya uongo na kuepuka kuiabudu, tutaondoa mojawapo ya vizuizi vikubwa zaidi kuelekea ulimwengu mzuri na ulio bora. Miungu ya uongo iliyopo sasa ni ipi? Ngoja tuanze kwa kufafanua miungu ya uongo. Hoja ya imani ya Mungu mmoja katika Biblia iko wazi kwamba kuna Mungu mmoja tu na sio mungu watatu, na kwamba ni Mungu huyu pekee, muumba wa ulimwengu, ambaye anadai kwamba tuzishike amri hizi kumi huyu ni Mungu wa kuabudiwa. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa sisi sote tuna muumba au baba yule yule mmoja, hiyo ina maana kwamba sisi ni ndugu na dada. Pili, kuwa na mzazi mmoja pia ina maana kwamba hakuna mtu au kikundi kitakachojifanya ni cha thamani zaidi kuliko kingine chochote. Na tatu, kuwa na Mungu mmoja inamaanisha kuwa na kiwango kimoja cha maadili kwa watu wote. Ikiwa Mungu anatangaza kuwa ni vibaya, basi hiyo ni makosa kwa kila mtu, na huwezi kwenda kwa Mungu mwingine kwa kiwango kingine cha maadili, maana ni huyo huyo mmoja. Kitu kingine chochote kinapoabudiwa ambacho siyo Mungu hupelekea mambo mabaya kutokea. Mambo mengine yanayosababisha uovu hayawezi kuonekana kwa uwazi kama vile kuabudu mamlaka, kuabudu watu kwa sababu ya rangi zao, pesa zao, bendera na kadhalika. Lakini pia uovu unaweza ukaletwa na vitu ambavyo karibu kila wakati vinaonekana kuwa vizuri sana machoni pete, kama vile sanaa, elimu au hata kupenda. Ndiyo, lolote kati ya mambo hayo ya kupendeza, mara nyingi yanapopewa umuhimu wa kwanza hugeuka na kuwa ibada ya kiabudiwa, yanaweza kusababisha matokeo mabaya. Chukulia sanaa kwa mfano. Sanaa ni kitu kizuri, lakini watu wengi katili na wenye roho mbaya zaidi katika historia walikuwa wakipenda muziki na sanaa nzuri. Lakini mimi nikiwa mpenzi wa muziki, nilijifunza mapema maishani jambo hili lenye kuhuzunisha sana. Muziki ni jambo zuri, lakini muziki huo mkubwa unaweza ukatumika kuhamasisha watu kufanya mambo maovu, lakini kama vile muziki huo huo unaweza kutumika kuwatia moyo watu kutenda mema na kufanya watu kuwa watiifu kwa Mungu. Mkurugenzi mkuu wa Hollywood kwa jina la Stanley Kubrick alieleza jambo hili waziwazi katika filamu yake ya mwaka 1971 iliyoitwa A Clockwork Orange. Ndani ya filamu hiyo wanaume walikuwa wakibaka na kuua huku muziki laini ukichezwa kwa sauti ya chini chini na kuwafanya watu wapende kuitazama. Chukulia mfano wa elimu. Sote tunajua chanzo cha elimu ya kweli ni Mungu. Sote tunatambua jinsi elimu inavyoweza kuwa ya muhimu kwa sababu kuandaa watu kupata kazi na na kukabiliana na changamoto za ulimwengu huu, lakini elimu hiyo ikiachana na malengo mazuri aliyoyaweka Mungu ndani yake, yani kuwafanya watu wawe wema na watiifu katika jamii zao, inaweza kusababisha uovu, na mara nyingi imesababisha uovu mkubwa. Watu wengi waliosoma sana nchini Ujerumani walimuunga mkono Hitla na chama chake cha Nazi. Karibu wafuasi wake wote katika ulimwengu wa magharibi waliokuwa katika tawala za mauaji ya kimbari na ya Stalini katika Umoja wa Kisoviet pamoja na Mao nchini China walikuwa na elimu za juu. Hakuna chochote cha ziada kuhusu degree, masters au phd kinachoweza kutuhakikishia kwamba mtu aliyesoma atakuwa na hekima, fadhili au maadili zaidi kuliko mtu aliye na elimu ya shule ya msingi au ambaye hajasoma kabisa. Ndivyo ilivyo hata kwa upendo. Upendo bila shaka ni jambo zuri, lakini pia unaweza kusababisha uovu. Katika karne ya ishirini, watu ambao waliweka upendo wao kwa nchi yao na ukazidi upendo wao kwa Mungu na wema wake, mara nyingi walifanya uovu wa kutisha. Na hapa kuna mtihani kwako, kwa mpendwa unayenisikiliza, fikiria hili. Hebu linganisha mnyama unayempenda na mgeni, yaani mtu ambaye humjui, na kwa kuwa humjui, hutaweza kumpenda. Ikitokea wako kwenye ajali ya moto ndani ya nyumba na una nafasi ya kuokoa kimojawapo kati ya mtu au mbwa, je, wewe utajaribu kwanza kuokoa mnyama wako au mgeni? Kweli, ikiwa upendo ndiyo kipimo cha mwisho, kwa wenyewe utaokoa mnyama wako. Lakini ikiwa utayatazama maisha ya mwanadamu kama ya thamani juu kuliko upendo, hutafuata upendo. Amri hii ilifanya mapinduzi ya maadili ya kibiblia na ya amri kumi, kwa kile kinachojulikana kama imani ya Mungu mmoja kimaadili. Kiwezekane kumwabudu Mungu wa amri kumi, lakini kuchagua kumwabudu mungu wa uongo hata awe na sauti nzuri kiasi gani, kutakufanya kuishi kwenye ulimwengu wa ukatili. Mimi ni mtumishi wa Mungu, Emmanuel Daudi Chagani.